Na, na, Baba Johnson, na watu bawatu wanakusikiliza, tulikuwa tuna e, tamani kusikia neno na wewe la kuambia vijana, kwa sababu huko safari huko mbali. Tulitegemea utakuwepo hapa, lakini kwa sababu umesafiri, hebu zungumza, vijana wanakusikiliza na wageni waliko wanakusikiliza pia na,

Mpambane, pambane mimi nahitaji Paulo ili naweza kumweleza kimasomo. Mimi nahitaji na nahitaji kumfikisha kwenye ndoto kubwa, sio ndoto za kawaida kwao, natamani apambane, lakini pia sio Johnson peke yake, na bodi ambao wote ni wanangu na walea, natamani wapike kwenye ndoto

Baba Johnson, sisi kama Masai tunafahamu. Basi shughuli yetu inaendelea. Naomba nimkaribishe mgeni rasmi. Raha ya shuguri kama hizi uwe na watu, kimuona kimwona mama Johnson ni mama mependeza, nawaka yuko hivi. Naomba tumpigie makofi na vigelegele tafadhali. Na raha ya uzazi ujue na kusomesha, siyo e, tu mtoto anakuwa anasumbua mtaani huko kijana ndo huyo anamuheshimisha mama Johnson karibu kwa utambulisho asanteni wageni waalikwa niliopo mbele yenu naitwa mama Johnson nianze kwa utambulisho wa kwanza kabisa napenda kumtambulisha bibi yangu aliyonilea mamaangu sina nampenda sana Nimtambulishe mama mzaa chema. naomba asimame mamaangu, asante. Watatu namtambulisha lakini hayupo, kipenzi changu mume wangu aliyenifanya ningale na kusimama mbele yenu, anaitwa Masai The Don. Japokuwa hayupo, atamwakilisha kaka yangu Mdalingwa, naomba usimame, wapungie mikono. Yo, lakini Mungu pia ajaninyima, amenipa marafiki zangu. Naomba mwanangu wa kwanza Deni usimame, wapungie wageni waalikwa mikono wageni waalikwa mikono. Anafata goli place Mungu kanizawadia, naomba asimame ekuge mikono na kikomo, naomba popote usimame, wapungia wageni walikwa mikono. Asante, lakini pia Mungu akasema, mbona wanawake na wanaume, watugu nakuongezea kina dada, naomba iei, popote uliko, wapungi wageni walikwa mikono <tipopote> <tipopote> Kale ni popote ulipo naomba upungie wageni walikwa mikono, asante <totitulia> na naomba nimsimamishe dada angu mmagodi wapungie wageni walikwa mikono. Lakini <totitulia> pia na mama zangu walezi marefa na mablauni naomba wasimame wapungie wageni walikwa mikono kakanu mdaringwwapungi wageni waliko mikono. <tis> lafiki yangu kipenzi Kasimu, simama wapungi wageni walikwa, asante. Majirani zangu wote kwanzia kwa kinagetu moka kushuka chini kule kwenye mituaaa msimamawapungie mikono. jirani zangu naomba wasimame pia, naomba isa la jabu kwa niaba, naomba wapungie wageni waalikwa. Asante, nawapenda wote mliokuja, Mungu awabariki. Naomba mjipungie wote mikono Dadangu kipenzi wa maisha yangu mfariji wangu Aida, naomba usimame. takuwa <coughs> sijatenda haki kama sitapeleka sifa zote hizi kwa mdogo wangu Venista Mwakatobe, naomba usimame, lakini kwa niaba ya mume wangu pia wifi yangu naomba